Watu, wakawatuma wakubwa wa askari walisema, waacheni watu wale waende zao. Yule mlinzi wa gereza akamwarifu Paulo maneno haya akisema, makadhi wametuma watu ili mfunguliwe; basi, sasa tokeni nje, enendeni zenu kwa amani. Paulo akawaambia, wametupiga mbele ya watu wote bila kutuhukumu, na sisi tu Warumi, tena wametutupa gerezani, na sasa wanataka kututoa, na sasa wanataka kututoa kwa siri? Sivyo, lakini nawadi, menewe, wa kaskari, wakari, na waje mwenyewe wakatutoa. Wakubwa wa askari wakawapasha makadhi habari za maneno haya, nao wakaogopa, waliposikia kwamba hao ni Warumi. Wakaja wakawasihi, na walipokwisha kuwatoa nje, wakawaomba watoke zai wakaingia nyumbani mwa Lidia, walipokwisha kuonana na ndugu, walipokwisha kuonana na ndugu wakawafariji, wakaenda zao. Amen, tumshukuru Mungu. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa kutumulikia kila tunapopita tuive